Kwa hiyo hii ndo nikuache hivi, naenda kazini kuchanganya na pombe au nene. Soma hiyo sasa, kuchanganya. Mm. Sasa, sasa. Okay. Asante. Basi ngoja. Sawa. So basi, unajua nitakumisi sana. Unajua kukaa na hata siku tatu zikipita hapa najisikia boa sana. Yaani kiufupi wengine wanasemaga na kuwa hovyo. Sawa. <laughs> Okay, so, ila tuende kazini, kafanya kazi, nipate pesa. Okay. So, yes. Vizuri sana. <laughs> Okay, sana. Poa. <laughs> <Okay, bua. laughs> Baba na mama nakutafuta, kumbe wewe uko huko kwa binadamu Tifa. mdogo wangu wewe bado mdogo sana, hata kutema mate vizuri bado hujajua, hata vile vile kumgonga adui sehemu pa kumuua bado hujajua. Basi ndio hivyo hivyo, ujui moyo ukipenda unakuaje? Sasa dada, sikia nikwambie kitu, kule nyumbani kila mtu kaja na tamaa. Wewe unajua kabisa kwenye ukoo Alfred kuna nguvu nyingi sana kodedangu na kuomba tulokeuti msikia, mdogo Tifa, wangu Tifa, moyo wangu umetokea kumpenda mwanadamu na siyo nyoka. Japo japokuwa ya maumbili yangu mimi yakinyoka, na moyo wangu pia utamani kuwa na nyoka. Hapana dada, nakataa. Hakuna upendo wa aina hiyo. Jamii yetu sisi ni nyoka, tutaolewa na nyoka. Yule ni binadamu, hayo maisha mnayoishi yatabaki kuwa ni ndoto tu. Nyumbani utarudi na utaolewa na nyoka. Sawa, nimekuelewa. Siwezi kukimbia jamii yangu, ila moyo wangu unanifosi nikimbie jamii yangu, yangu. vipi kama naye akiwa nyoka hapo unaonaje? yaani wewe ni ujinga dada, naona kabisa akili yako jinsi ilivyovurugwa na huyo binadamu. Wewe uliona wapi binadamu akawa nyoka na nyoka akawa binadamu? lakini najua inawezekana ila kuna namna tu. Anasemaje? Amekataa kabisa, na amesema hawezi kuongozana na mimi kuja hapa. Anadai sana kuhusu moyo wake, anampenda mwanadamu na hawezi kuwa na nyoka. Ni sawa, hata mimi silazimishi mapenzi juu yake, lakini ni kulingana tu na uwepo wake kwenye maisha yangu. Sisi ndo tunatengeneza jamii ijayo, na sisi ndio tunatarajiwa kuwa wahalisi wa falme inayofuata katika eneo hili la nyoka. Kwa hiyo hicho ndo kinanifanya mimi kuwa kinganganizi juu yake, hakuna kingine. Lakini mbona wanawake nyoka ni wengi sana? Unaweza ukachukua wengine na ukaoa. Unajua nini, mm. Katika ukoo wao na ukoo wetu ndo unaunda watu ambao watakuja kuisi ufalme huo baadaye. Na kama itatokea kinyume na hapo basi, koo hizi mbili zitakuwa na mashaka juu ya maisha ya baadaye, na lazima awe yeye tu hiyo maisha ya kawaida ya ndoto au hata ya kuzimu, lazima nimuoe. Siwezi kuvumilia chochote kitachotokea na siwezi kumtafuta mwanamke mwingine na, na angalie, yuko hai, na kama hata atakufa basi watu watamfufua tu, ili mradi tu nimuoe na nitimize ahadi. Unajua ni lazima nifanye hivyo kwa sababu mi mwenyewe nauia kwa mfalme katika Siwezi kupoteza ai. Anakaa ni mbali kidogo na hapa. Unaweza ukatumia siku ngapi? Kama siku mbili. Nataka unipeleke sawa? Hamna shida, nitakupeleka basi. Sawa, wewe unaweza ukaniace, mimi nafanya matambiko yangu, sihitaji usumbufu, nahitaji hali ya hewa ya utulivu.

anza kujichukulia tu maamuzi ya kuingia na kutoka. Wakati mimi naingia kutoka kazini nimesaje vumba vyote hivi na sijakuona, nifanye usafi. Naje vipi kwa sasa? Okay. Siku nyingine naondoka na simu, maana usikujua, utakalomkuta mtu katokea dharura yote kukupigia ili kupata msaada wa haraka. Kwa hiyo inabidi ukae na simu tegea. <coughs> <Okay. Take care>, na shida <coughs> hapo basi niendelee majukumu, maana nimechoka sana sasa. ishara nyingi sana. Maua ni ishara ya upendo na yanaonekana vizuri sana machoni pa mtu akiyatazama, na pia maua hayo hayo ni sumu kwa binadamu, japo yananukia sana, na nimekuwa nikikutana naye humo ndani mara kadhaa wa kadhaa. Unaweza kunisaidia, hii imekaaje? Mimi mi napenda. Mm. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo, nitakapo kuwepo na maya atakuwa karibu yangu. Vipi, kuna shida? No, hapana. Unajua nimekuuliza hivi kwa sababu imikaa nikikutana nae sana dani tandani bafuni, kwenye sofa. Kwa hiyo hagi, najiumiza kwa kichwa, inanichanganya, najiuliza wendani umeleta umfanyia surprise euzaradi na pia unapitiwa, umenisahau umepitiwa. Kwa hiyo leo nimefikiria sana, nimeumiza kichwa, nikaona ni acha tumekuliza kweli yangu, napitia namisahau, ila naninini kwamba utayaona, kwa sababu tunaishi ngani watu. Ndio ndo maana nkalea kila sehemu. Asante mm oh. akakusa hmm. <po> kwenye kikao mpaka mali zikachukua mtu mwingine amboake, mama siku zote, skuzote tu, yani kuna mambo ya msingi kama ale mama nakosa jamani, lafu kikao cha mpaka, ujue mpaka nachoka, sijui kwa sababu ni mzee, mpaka nashindwa kuelewa hata hiki kikao, wamefika pale watu wengine kabisa, ambay mama ndo mkubwa, alitakiwa afike pale, hata kikao ni mimi sijarizika ndio maana hivyo. Yaani tumefanya fanya tu bibi, lakini angekuwepo mama nadhani mambo yote yangekuwa. Kwa nini mimi hayo tu naram nini watoto wa kike hmm. Sasa unajua kabisa sisi ni wadogo, tutamshauri nini mama yetu aweze kuelewa, kwa sababu yeye ndo mmoja ambaye ambayo mnaweza kuongea kauli mmoja, kwa sababu wote ni watoto wa kike. Unaweza kumshauri mama na akaelewa, lafu ndo mnaishi naye huko kidogo. Mimi mtembelea, mimi niko mbali yuko wapi huyu? Maana naona nyumba imepoa, naishi itakuwa kalala. Eh, tayari nini anataka tuetee shangazi hapani. Itakuwa tukapumzika. Unajua tena amebweka huko peke yake, na mimi nimetoka huko narudi hapa, lazima nyumba ipoe. Kwa hiyo nadhani atakuwa anapumzika sana ndio. Hmm. Yaani mi ulivyo niambia kalala, nikajua tayari. Ila kaka, hiki kitu mi naona hakiko serious na wewe ujue kwa sababu kingekuwa kiko serious ungekifanyia kazi, lakini kwa sababu wewe hujakitaka kiwe serious, ndio maana tu unachukulia, yaani unachukulia poa. Nyumba inapoa kiasi hiki mpaka mawifi tunakuja hapa tunashindwa kucheza na mtoto eti umekaa kabisa kabisa, umerelax kweli. <laughs> Lakini soni tu nadhani mambo yatakuwa sawa, kwa sababu kuko kwenye mpango. Unajua kwamba nmanu nataja mtoto hata kidogo, ameshika kijika meshika limati akavunja nifoke na mimi ngurume kidogo ndani nionekane baba, lakini nawe natakia changamke. Unajua unatuzalisha sisi madada zako, eh? Yaani unamleta mwanamke anajaza choo tu ndani, ana kazi ya kumaliza vyakula, anakaa sehemu nzuri, lakini we ujari jitahidi basi. Niko kwenye mpango, niko kwenye mpango, sio ni mtoto kakuja, mm, na pia ni mpango wa Mungu. Nye, unaona kama hapa shangazi angekuwepo nikamtuma maji akanenda kuniletea lakini, mpaka nikuinue wewe ndo kaniletee maji jana. Unajisikiaje? nadhani Ma soni. So, tu unajua mafuraha nyingi ya mawifi ni kuona mtoto hivyo nini mambo. Basi yase mengi, mi naomba kaniitie nipate kumsalimia, maana nimemmiss. Basi ka okay, moja nji Wapi kapitan? Wewe kaka, wewe kaka, kaka wewe hapana fata. Hapana bana, nyoka kaweza kapita mu nani sakafu hii sasa hii. Nyoka kaweza ka round mu. Kaka, ninachokuambia na maanisha ni e. mimi nimeona nyoka anapita hapo nyoka kubwa hiyo. Anga mimi si ningefanya ningekuwa nimeshapishana na nyoka. Kaka, mimi nimeona nyoka anapita hapo nyoka kubwa hiyo. Unajua? Na maanisha sasa itakuwa ni mwangia kwa wewe. Mimi ndio mnisikilize mimi. Kumbe ndio niweza katembea nyoka hapo, ukikumbuka ni sakafu na ni marumaru hii.

Ningepishana na nyoka pale mimi wakati natoka chumbani. Kaka, nisikilize. Mimi nimemwona nyoka kabisa na hapa haki ya Mungu nimemwona nyoka. Sister, humu ndani sijawahi kuona cha nyoka. Sijui ni sijui nini nyoka. Na nyoka hawezi akatembea kwenye tile za dadangu. Naomba nisikilize basi sitakuwa ni wengi hilo. Nisikilize nikwambie, mimi siwezi kukaa nyumba ambayo ina nyoka. Yaani mimi mina na ninachokwambia na maanisha. Aisha mimi siwezi kukaa ndani katulia. Haki ya Mungu naondoka. Yaani mende tu na mkimbia mende unayemjua. Shusha tembo chini nuka eza kapita msista um, mimi kila siku hapa ni kwangu na napafahamu. Mimi naomba niweze kumsalimia niweze kuondoka, la sivyo mmtafute huyo nyoka mumuue, ndio nitaweza kukaa mndani, vinginevyo siwezi. Okay. Yaani mende tu mi siwezi kukaa sehemu yenye mende, nyoka hapana, kwa kweli. Basi sawa, basi mimi huyo nyoka nitamtafuta mpaka nimuone. Changa, changamka kamtafuteni huyo nyoka mumuue mi niweze kukaa hapa, la sivyo mi naondoka Unafahamu fika kabisa tumepewa siku saba tu, kila familia nakoya nyoka itabidi iwe katika imara yake kwa ajili ya gulio. Lakini ndugu yangu, ndo kwanza upo huku umesahau kabisa hayo mambo. Kwani wewe dada, haujui kila mwisho wa mwezi kunakuwa na matambiko? Latifa, hivi mmeweza kuniacha msinishie, katika masuala ya familia? Yaani msinishie katika masuala sijui ya gulio, sijui masuala ya matambiko. Mniache tu na maisha yangu bora, mimi siwafuatilie Sasikia. Uko nyumbani baba yako na mama yako wote wamekasirika. Wanakutaka urudi kwa ajili ya gurio. Na kama unaitaka laana ya baba na mama, endelea kukaa huko. Maana wewe dada yangu siku hizi sikuelewi sikuelewi. Vitu vingine badala wewe unifundishe, mimi ndo nakufundisha wewe. Wewe umepita katika magurio mangapi? Unajua faida zake na hasara zake. Lakini ndo kwanza umekaa hapo huwazi kitu chochote. Laana baba na mama, mimi hata sijali. Aswaswa mama. Kwanza hakuwahi kunipenda kabisa alikuwa anakupenda wewe na kaka. Inawezekana hata yai langu aliliokota tu kwa huruma zake, akaliatamia. Mimi sijawahi kuwa mtoto wake kabisa. Kelele wewe. Chunga ndimi yako unapoongea. Kwa hiyo unamaanisha yeye si dada yangu au? Au yeye ndio alikuchukua kama unavyoongea? Wewe hujui tu kuwepo kwenye familia ile ni huruma ya mamako tu. Wewe mchunguze vizuri na utajua ukweli. Haya sawa. Kama hilo yai ililalia mimi sina mtoto wake, unamaanisha kwa ajili gani? Hajataka mimi niolewe na Alfred, anataka wewe. Aha. Unazungumzia kuolewa na Alfred? Hiyo ni nafasi tu, hata na wewe unaweza ukaichukua, utakuwa umenipunguzia mzigo. Sijawahi kuwa na dada mjinga na sijawahi kufikiria kama utaongea maneno yote haya, ila licha ya yote, wewe ni dada yangu, nitabaki kukupenda. Japokuwa kila mtu amekutenga mimi, naondoka lakini sitaacha kuja hapa kila siku, kusi rudi nyumbani na ukaolewe na Alfred. Mi naondoka.